Watazamaji wa media yetu ya Kemetz, leo nitawaletea mambo muhimu kuhusiana na michezo. Leo nataka tuone kwamba endapo wanamichezo wakitumia pombe ni hasara gani wanaweza kupata, ni madhara gani wanaweza kupitia? Yapo mengi sana, ila mimi nitawatajia machache, na kama wewe mtazamaji utakuwa na uh, hamu ya kuongeza basi unaruhusiwa kuongeza ili watazamaji wetu waweze kupata elimu zaidi. Uh, cha kwanza kabisa kama tunavyofahamu, uh, pombe kama pombe uh, inaweza kuharibu ku, au ku, ku, ku, kuondoa uh, uh, yale uh, mawasiliano ya moja kwa moja, kwa maana uh, viungo kukosa uh, balance, kwa maana ukashindwa, uh, kusimama vizuri. Kwa hiyo unakuwa kama mzaifu mzaifu, na tunafahamu kabisa. Uh, pombe inavyoingia mwilini, uh, inaenda kupunguza ufanisi wa pombe, uh, ufanisi wa ubongo. Kwa hiyo, kama ubongo ufanisi wake ukipungua, uh, basi zile taarifa, uh, muhimu zinashindwa kufika sehemu mbalimbali za mwili. Kwa hiyo, inaweza ikasababisha, uh, wewe mchezaji ambaye umekunywa pombe ukakosa balance kwa maana uh, kushindwa kusimama vizuri. Uh, basi faida nyingine uh, ina uh, eti faida hasara nyingine uh, inaweza ikasababishwa uh, uh, uh, ni ile hali ya kushindwa kufanya maamuzi kwa wakati au maamuzi yakawa ya taratibu. Uh, kama tunavyofahamu kwamba uh, pombe ni hatari na pia uh, ina uwezo uh, wa kukaa mwilini uh, pale unapokunywa mpaka masaa sabini na mbili. Kwa hiyo sasa, usije ukasema nakunywa leo alafu, uh, mechi kesho kutwa, basi itakuwa uh, pombe imepotea mwilini. Amna uh, pombe inabaki inabaki Uh, ndani ya hayo masaa sabini na mbili. Uh, kwa hiyo uh, wewe mwanamichezo mchezaji uh, basi uh, pombe inaweza ikakusababisha uh, ika ushindwe kufanya maamuzi au maamuzi yako yakawa ya taratibu. Uh, kingine uh, kama tunavyojua pombe inaweza uh, kusababisha ikakupunguzia nguvu kwa maana ya ile Stamina, stamina ya mwili ikapungua. Huo ndio ubaya wa pombe. Kwa nini? Kwamba tunafahamu kabisa, uh, pombe ina ina, ina, ina inapunguza uh, sukari mwilini. Kwa hiyo kama inapunguza uh, sukari mwilini uh, uh, basi ina uwezo wa kukusababishia ile nguvu iliyopo kwenye sukari uh, kwenye mwili ikapungua kwa sababu uh, inaenda kulishwa uh, sehemu mbalimbali uh, za mwili uh, ili iweze kufidia ile nguvu iliyokuwa imetoka na ile uh, pombe. Kingine sasa uh, pombe inaweza kusababishia uh, ukapungukiwa na maji mwilini. Kitaalamu uh, inase, inasemekana au ndivyo hivyo kwamba pombe ni moja ya uh, kemikali ambazo zinasababisha ukojoe uh, mara kwa mara, kwa maana vile unavyokojoa mara kwa mara manake unapunguza maji mwilini. Kwa hiyo sasa, uh, kupitia huko kupunguza hayo maji mwilini na, na ile hali ya kupungukiwa uh, nguvu mwilini unaweza ukajikuta unachokachoka unakuwa mchovu mchovu uh, vitu uh, kama hivyo ah. Kingine ambacho kinaweza kuletwa madhara na pombe hasa kwa wewe mchezaji ah, ni hile ya kwa mfano umeumia, maanake ah, uponaji wako unaweza ukapona kwa kiwango kidogo, maanake um, pombe inapunguza maji mwilini, pombe pia ah, inaondoa nguvu mwilini, manake kama nguvu ah, ikiwa inapungua maanake hiyo misuli yako inakuwa dhaifu au inakuwa a, a, a, a, ina, ina kakamaa kwa hiyo sasa, endapo ukiumia a, basi uponaji wake unakuwa wa taratibu na unachukua muda pia. Hapo hapo kwamba ukiacha a, kuchelewa kupona pia unakuwa kwenye hatari ya kuumia, kwa maana ukiguswa tu kidogo, basi unaweza kuumia kutokana na ile hali ya misuli uh, kuwa dhaifu uh, kupoteza uh, umaji umaji uh, kutokana na unywaji huo wa pombe. Sababu nyingine uh, uh, pombe inaweza ika uh, ikakufanya ukawa na na na na wenyewe wanasema poor concentration yani Uh, Kiswahili kizuri tunaweza tukasema kama kupoteza umakini uh, kupoteza uh, ile hali ya hapo ulipo uh, unakuwa kama una mawenge mawenge fulani hivi. Hiyo uh, nayo pombe husababisha vitu uh, kama hivyo uh, kingine cha mwisho kwamba tunafahamu kwamba uh, ukiwa mnywaji maanake lazima uamke na pombe asubuhi kwa hiyo tunaita enhova uh, hiyo pia ndio wengi sana uwakumba yeah. Naweza nikasema hayo ndio baadhi ya madhara uh, kwa mwanamichezo au mchezaji anaweza akayapata endapo atakunywa pombe. Natumaini mtakuwa mmenielewa vya kutosha. Kama utakuwa una swali uh, basi unaweza ukauliza. Uh, pia unaweza uka Uh, sambaza ujumbe kwa wengine uh, ili nao waweze kupata hiyo elimu, bila kusahau, mlikuwa nami mtaalamu wenu uh, Dr. Kenny. See you next time.